Kwa jina naitwa Jackson Mayunga, niko Dar es Salaam. Mimi ni business development consultant, lakini nikijikita zaidi kushauri kwenye sekta ya madini, madini aina zote, lakini dhahabu ndio nafanya, labda unaweza kusema asilimia 90. Lakini profession wise mimi ni mjiolojia, ni engineer pia, mambo ya IT na hata kwenye mining. Ushauri ambao ninatoa mimi kwa sekta ya madini huwa ni kuanzia kwenye eneo la utafiti e, tafiti nyingi watu wanafanya, tuseme kwanza, tafiti zinakuwa ni agali sana ukienda wewe mwenyewe kama wewe kama mchimbaji mdogo. Sasa kilichofanyika AFINet ni kutafuta sisi wataalamu ipuasembo kukusanya ili tuweze kutoa huduma kwa hawa wachimbaji wadogo kwa gharama nafuu sana. Hata mimi nimekuja hapa, wao hata hajachajiwa hata chochote, lakini mimi ukinifuata moja moja nitakuwa agali kwako, lakini ndio maana tunawashauri wapitie AFINet. ni mtandao ambao wanajua jinsi ya kupata fedha za kutulipa sisi wataalamu tuwafanyie kazi wachimbaji wadogo. Kwa hiyo kwenye eneo la utafiti tunawaambia hata wanapofanya utafiti lazima sisi tuwepo tuwaambie mahali pa kuchimba, kuzifanya zile gharama za utafiti ziwe chini. Uzuri leo nimesikia uh, stamiko na mpaka na Mariki, kwa hivyo zitakuwa chini zaidi. Lakini waziende kichwa kichwa, lazima wapite kwetu, tuwashauri tuwaonyeshe namna ya kufanya, kushusha gharama chini zaidi. Kwa habari ya uchimbaji tunazungumza namna ama tuseme kwa Kiingereza mining method kutokana na madini yako, kutokana na zile ripoti za survey na tafiti, ni kifaa kipi kitakufaa au ni process ipi itakufaa wewe kuitoa dhahabu vizuri zaidi? Sio kila mbinu au kila kifaa kitakufaa wewe kwa hapo ulipo. Ile dhahabu, kuna zingine ni oxide, kuna zingine ni sulfides. Nikaongea lugha za kitala, zenye sulfa na zenye oxygen nyingi uchenjuaji wake ni tofauti, sio vile mtu anafikiri kwamba nikiwa na CIP nitatoa. Hapana, CIP inaweza katoa kidogo. Unahitaji ushauri wa mtaalamu akwambie dhahabu yako, aina hii ya dhahabu hapa ulipo, ulipofanyia utafiti, utaitoaje kwa asilimia 85? vinginevyo tutoa asilimia 20 na utashangilia, lakini dhahabu nyingi umeiacha Ukija tukija kwenye processing, hmm. Kwenye processing, kwenye uchenjuaji pale na penyewe tunawashauri watu, kwa sababu namna ya uchenjuaji, wengi wanaacha dhahabu kwa wenye maplanti na mwenye planti hakuambii, kwa sababu yeye anabaki kunambakizia marudio. Yeye anafurahi, baada ya fry mwaka mmoja miaka miwili gua mbili tatu zimepita, atachenjua ile tena atapata dhahabu, wewe umetoka na dhahabu yako kidogo. Kwa hiyo ukija kwetu, tutakuonyesha namna sahihi ya kufanya jambo hilo ili usipoteze dhahabu yako. Tunachotaka e, mchimbaji mdogo anufaike zaidi kuliko wale wanaotoa huduma kwake, kama wenye maplanti na wenye vitu vingine kama hivyo. Tutawaonyesha sio ugomvi na wenyewe, watapata lakini namna fulani ambayo inampa faida zaidi mchimbaji mdogo. Tukimaliza pale, kuna ishu ya masoko sasa ya mbele. Baada ya pale, tunamwonyesha mchimbaji mdogo pia angeweza akashiriki katika maeneo haya. Kuna refiner, kuna jewelry na mambo mengine. Naomba niishie hapa. Maeneo yote haya sisi tuna utaalamu wake Tunaweza tukakwambia namna gani rahisi, na jinsi ya kutufikia sisi iwe rahisi kwao na <tipa> ndicho ndio kitafuta